Halo habari jamani, leo tunaenda kuzungumzia uwezo, kitu kinachosema uwezo wa kufanya maamuzi. Kufanya maamuzi ni kitu kirahisi sana na ni kitu, kitu kigumu sana. Hapa sizungumzii maamuzi ya kula, sizungumzi maamuzi ya kuvaa. Kuvaa tunavaa, kula tunakula, no. Nazungumzia uwezo wa kufanya maamuzi ya maendeleo. Okay. Familia nyingi sasa hivi baba au mama hawana maamuzi ya kufanya, yani inamaanisha kwamba baba ni kichwa cha familia, lakini unakuta baba hajawahi kufanya maamuzi yeye kama yeye. Maamuzi mengi maamuzi mengi yanayoyafanya au familia jinsi yanavyoiendesha, inaendeshwa na watu wengine. Mama maamuzi anayoyatoa yanaendeshwa na watu wengine. Nina uzoefu na hichi kitu kuna mtu anakwambia mimi bila ma, ma, maamuzi yangu mwenyewe nisinge mwoa dada. Wazazi walikuwa wataki nini na nini, lakini nikafanikiwa nikamuoa, na ndio maana tuko hapa. Mwingine anakwambia mimi bila maamuzi yangu mwenyewe nisingeweza kufanya huu mziki. Wazazi walikuwa wataki, rafiki na jamaa walikuwa wananikosoa, lakini nimefika mahali nilipo. Kwa hiyo sasa tujifunze kuwa na maamuzi sisi wenyewe okay. Sasa nakupa homework. Ujitathmini mwenyewe hapo ulipo, kwamba ni kitu gani ambacho ulishawahi kukifanya, yaani ni maamuzi gani ambayo ulishawahi kuchukua kwenye familia yako au kwenye jamii, kwa ajili ya maendeleo. Hapa tunazungumzia maamuzi ya maendeleo, ukaona kabisa kwamba haya maamuzi nimechukua mimi, sio kwa nguvu ya mama, ya baba, ya dada, ya jamii, ya rafiki. Ni kitu gani? Yaani sijui inaeleweka. Yaani hapo ulipo hapo ulipo ujitathmini kwamba ni kitu gani cha maendeleo, ni maamuzi gani ya maendeleo ambayo ulishawahi kuyafanya wewe kama wewe, ukajiona, yes am a super dad am a super man am a super am a super kwamba hapa kweli kichi nichokifanya ni mimi mwenyewe nimefanya kwa maamuzi yangu mimi mwenyewe. Asanteni, karibu ushare, ucomment, subscribe.